Makala hii inahusu matukio makubwa matatu ambayo kwa kiasi kubwa yote yanahusiana na kesi inayoendelea ya mwenyekiti wa taifa wa Chadema mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ah, tukio la kwanza ni kuhusu kufungiwa kwa mtandao wa kijamii wa X, zamani ulikuwa ukijulikana kama Twitter. Na tukio hili limejiri majira ya jioni nchini Tanzania na linafuatia tukio jingine lililojiri jana asubuhi, ambapo akaunti mbalimbali za mitandao ya kijamii za serikali, za taasisi za umma na hata za watu binafsi zilikuwa zimedukuliwa katika shambulio la udukuzi linaloweza kuelezwa kama kubwa kuliko yote katika historia ya Tanzania. Kwa hiyo inadhaniwa kwamba kufungiwa kwa mtandao wa kijamii wa X kunahusiana na hili tukio la awali la jana asubuhi ambapo akaunti mbalimbali zilikuwa zimedukuliwa, na kuna video hapo niliyoitengeneza jana kuzungumzia kuhusu uh, tukio hilo la, la, la, la udukuzi mkubwa kabisa katika historia ya Tanzania. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba uh, udukuzi huo ulilenga kusambaza ujumbe mfupi ulioeleza kwamba rais amefariki. Kwa hiyo ndio ujumbe, katika akaunti zote zilizodukuliwa, zilikuwa na ujumbe huo mmoja. Baadaye uh, jeshi la polisi lilieleza kwa sababu akaunti ya jeshi la polisi nayo ilikuwa imedukuliwa, nayo ilikuwa ikisambaza ujumbe huo. Akaunti ya TRA ilidukuliwa, akaunti ya CCM ilikuwa imedukuliwa, akaunti ya klabu ya Simba ilikuwa imedukuliwa, uh, na taasisi mbalimbali za uh, kampuni ya simu ya Airtel nayo ilidukuliwa. Kwa hiyo na pia hata watu binafsi baadhi, watu maarufu akaunti zao zilikuwa zimedukuliwa na zilikuwa zinasambaza ujumbe huo wa kifo. Kwa hiyo baadaye, jeshi la polisi lilieleza kwamba akaunti yake ilikuwa imedukuliwa na wana wasaka hao waliofanya huo udukuzi. Pia msemaji wa serikali naye alieleza kwamba kuna changamoto imejitokea imejitokeaanao, wakatoa taarifa na kueleza kwamba kuna hali hiyo. Um, na kwa kweli kulikuwa na taharuki kubwa baadaye, uh, jioni, majira ya jioni hiyo jana, ndio zikaanza kupatikana taarifa kwamba upatikanaji wa mtandao wa kijamii wa Twitter, zamani X mtandao wa kijamii Twitter umekuwa na changamoto um, na hili lilithibitishwa na taasisi moja ya kimataifa ambayo inafuatilia upatikanaji wa internet duniani inaitwa Netblocks. Netblocks kwa hiyo Netblocks walithibitisha kwamba mtandao wa kijamii wa X haupatikani. Um, kwa kawaida hii Netblocks inapofanya hiiinapofanya inavyoripoti taarifa zake za upatikanaji wa mtandao wa kijamii wa, eni, namba ikiwa kubwa maana yake mtandao uko sawia yani, hauna matatizo. Namba ikiwa ndogo maana yake mtandao una matatizo. Kwa hiyo kwa Tanzania jana jioni ilikuwa inaonyesha sifuri, kwa maana kwamba mtandao ulikuwa haupatikani kabisa. Lakini licha ya taarifa za NetBlocks, watu kadhaa pia waliwasiliana wali nami na kunijiulisha kwamba haiwezekani kuipata e, Twitter mpaka utumie VPN. Kwa hiyo ni wazi kuwa mtandao wa kijamii umefungiwa. Pia kulikuwa na taarifa ambazo mimi binafsi sijaweza kudhibitisha kwamba mtandao wa kijamii wa Facebook nao ulikuwa na changamoto katika upatikanaji, lakini hili ni kiri kwamba sijaweza kulithibitisha. Hata hivyo ni muhimu kuiangalia matukio haya kwa muktadha wa ukweli kwamba juzi Rais Samia Suluhu Hassan alitoa hotuba, na katika hotuba hiyo alivitaka vyombo vya dola kudhibiti kwa ukali matumizi ya mitandao ya kijamii alidai kwamba mitandao hiyo imegeuzwa kuwa jukwaa la kuharibu amani. Aa, na kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba hata hatua hii ya kufungia mtandao wa kijamii wa Twitter ni sehemu ya utekelezaji wa agizo hilo, lakini pia ni muhimu kufahamu kwamba kwa tukio la udukuzi lililofanyika jana asubuhi lilikuwa kama kejeli kwa uh, maagizo aliyoyatoa yeye juzi kwa sababu juzi licha kuongelea kuhusu mitandao ya kijamii rais pia aliongelea kuhusu wanaharakati kutoka nchi jirani kuja Tanzania, kwamba wanataka ku, uh, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuhamisha vurugu kutoka nchi zao kuzileta nchini Tanzania. Kwa hiyo ilitafsiriwa na baadhi ya watu kwamba udukuzi huo ni kama kumjibu kile alichokiongea katika hotuba yake ya juzi. Um, kwa hiyo kwa kifupi hili ndilo uh, lililojiri kuhusiana na mtandao wa kijamii wa X uh, zamani Twitter. Lakini ukumbuke kwamba hii si mara ya kwanza kwa mtandao huu wa kijamii wa X kufungiwa. Mara nyingi kunapokuwa na vitu ambavyo pengine ni sensitive, serikali ukibilia kudhibiti zaidi uh, Twitter kabla ya mitandao mingine ya kijamii. Na kama tukilinganisha kuhusu upatikanaji wa mitandao ya, ya kijamii kudhibiti, mara nyingi Twitter ndio inakuwa kimbilio la kwanza la serikali kudhibiti. Na kidogo labda Facebook. Kwa sababu zi, pengine zilizo wazi, mtandao wa kijamii wa Instagram huwa haujawahi kuathiriwa na hizi uh, hatua za serikali, labda kutokana na ukweli kwamba Instagram imejikita zaidi kwenye masuala ya ubuyu na vitu kama hivyo, ila hali Twitter inajikita zaidi na masuala ya siasa. Kwa hiyo hili ndilo uh, lililojiri li, li kuhusiana na ni. Tukio la pili ni kuhusiana na wanaharakati wawili, mmoja kutoka Kenya na mwingine kutoka Uganda Uh, mwanaharakati wa Kenya ni Boniface Mwangi, wa Uganda ni Agather Atuhaire. Hawa walikuja nchini Tanzania kufuatilia mwenendo wa kesi ya Mheshimiwa Lissu, kama ambavyo walikuja watu mbalimbali kutoka Kenya na wengine kutoka Uganda, wageni mbalimbali. Hata kuna mtu mmoja maarufu nchini Komoro, naye alikuja kwenye kesi hii ya Mheshimiwa Lissu, kwa sababu kimsingi kesi inatakiwa kuwa ni ya wazi na kila mtu popote pale alipo mradi anafuata sheria ana haki ya kuhudhuria katika kesi hiyo. Kwa hiyo kwa kifupi, uh, Boniface Mwangi na Agata walikuja kwa ajili ya kufuatilia kesi hiyo, lakini uh, wakati ilisha ripotiwa kwamba Boniface Mwangi alikamatwa akiwa katika hoteli ya Serena, lakini kukamatwa kwa Agata hakujafahamika vizuri kulitokea namna gani. Hata hivyo, taarifa zilizopatikana baadaye hiyo jana Um, no juzi zilieleza kwamba Mwangi na Agata walikamatwa, walihojiwa na baadaye walikuwa uh, deported yani walirudishwa makwao. Kwa hiyo uh, watu walilaani kitendo hicho, lakini kulikuwa na, na ahueni kwamba angalau wameachiwa, wameachiwa na kurudishwa makwao. Hata hivyo taarifa taarifa zilizopatikana baadaye zilieleza kwamba hizo habari kwamba Boniface Mwangi na Agata kuwa wamerudishwa makwao si za kweli, kwa sababu mpaka muda huu, mpaka wakati naandaa makala hii, taarifa zilizopo mtandaoni zinaonyesha kwamba hawajulikani walipo, na hii inatia wasiwasi kutokana na ukweli kwamba Tanzania imegubikwa na janga hili la watu wasiojulikana, ambao watu wanapotezwa katika mazingira ya kutatanisha. Na hata video ambayo Boniface aliiweka mtandaoni wakati ana Uh, pata kashikashi kutoka kwa hao watu waliojitambulisha kama polisi, alieleza sababu moja ya kutotaka kufungua mlango wake ni kwamba ana taarifa nchini Tanzania watu wamekuwa wakitekwa na kupotezwa. Kwa hiyo hakuwa tayari kufungua mlango kwa watu ambao hawajui. Sasa hili limeleta, uh, limeleta hofu kubwa kwamba nini kimetokea kwa uh, Boniface Mwangi na huyu mwanaharakati kutoka Uganda Agather Atuhaire. Na hawa ni watu maarufu katika harakati Uh, mi, katika nchi zao uh, lakini pia katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo mpaka sasa hivi haijulikani wako wapi. Na kama nilivyosema hawa wanahusiana na ujio wa kesi ya Lissu. Mwanasheria wao Jebra Kambole alifahamishwa kuwa walikuwa watakuwa, watakuwa deported, yani wangerudishwa katika nchi zao, lakini baada ya hapo hakukuwa na mawasiliano yoyote kueleza wako wapi na nini ambacho kinaendelea. Mke wa Mwangi, Bi Njeri Mwangi amesema kuwa polisi wamekuwa wakitoa taarifa zisizo za kweli, wakidai wanamsafirisha kwa ndege inayofuata, jambo ambalo halijatokea. Sababu so, serikali ya Kenya ilikiri kuwa Boniface Mwangi anashikiliwa na mamlaka za Tanzania, lakini kuhusu hili la wapi walipo wanaharakati hao wawili, mpaka sasa hivi haifahamiki. Ah, tukio la tatu, na kwa kifupi tu kwamba katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Nairobi, wanaharakati wa kongamano la mapinduzi nchini Kenya waliitaka serikali ya Tanzania kumwachia Mwangi na Agatha ndani ya masaa ishirini na nne. Viongozi hao walimtaja rais Samia kama mnyanyasaji wa demokrasia na kutishia kuvamia ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi endapo masharti yao hayatatekelezwa. hata hivyo, watu walitafsiri kwamba tishio hili linawezekana lisiwe hilo la kuvamia ubalozi, bali pengine hatua kama zilizochukuliwa jana za udukuzi, kwa sababu kuna hisia kwamba udukuzi huu asili yake ni huko Kenya na kwamba ulifanyika kama kulipa kisasi kwa baadhi ya watu maarufu kutoka Kenya kuzuiliwa kuingia tanz nchini Tanzania na na baadaye kuwa deported, lakini pia kukamatwa kwa mwanaharakati maarufu huyu uh, Boniface Mwangi pamoja na huyu dada kutoka nchini Uganda Agather Atuhaire. Kwa hiyo haya ndio yanayojiri uh, nchini Tanzania na uh, Jasusi TV itaendelea kufuatilia kwa karibu na kuwaletea kinacho jiri. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yanayoendelea? Basi karibu utoe maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments. Uh, asanteni na kwaherini.